Katika hatua nyingine ya kufanya mahakama iende kwa haraka, tumeongeza bajeti ya mahakama toka bilioni mia moja sitini mwaka ishirini na moja, na nadhani mwaka huu wa fedha tuko kwenye bilioni mia tatu ishirini na moja. Hili litakuwa ongezeko la bilioni themanini, na niwaahidi kuwa serikali kwa upande wetu utajitahidi kutenga fedha hizi na kuzitoa kwa wakati lakini jambo jingine tulilolifanya kwa mahakama Mheshimiwa Jaji Mkuu, ni mafunzo kwa majaji wetu. Mafunzo na kwenda kushiriki kwenye mikutano na mambo mbalimbali, yale mimi nayehesabu kama mafunzo, kwa sababu jinsi wanavyokwenda, wanakwenda kujifunza wengine wanafanya nini, wanasikia wengine wanafanya nini, na wakirudi ndiyo haya matokeo tunayoyaona. Nilimwahidi Jaji Mkuu sitazuia safari za majaji, na katika kipindi chote cha miaka minne sijawahi kuzuia safari za majaji. Sasa tutaangalia mbele tunako kwenda Mheshimiwa Jaji Mkuu, kwa upande wa watendaji, kwa mwaka 2021 tulikuwa na jumla majaji wa Mahakama ya Rufani, amesema vizuri Jaji Mkuu, walikuwa 25 na na Mahakama Kuu walikuwa 86 Tumefanya maboresho na mpaka sasa mwaka huu 2025 kuna majaji jumla ya majaji wa Mahakama ya Rufani kama sikosei nadhani thelathini na tisa na Mahakama Kuu ni mia moja na tano. Hili ni ongezeko la majaji kwa takriban asilimia sabini na saba ndani ya kipindi cha miaka minne, na kwa ujumla asilimia 36 ya hao majaji ni wanawake. Kwa hiyo tumejenda rais pia mahakama e, tumejenda rais mahakama. Kwa hiyo hongereni sana. Kwa kiasi kikubwa ongezeko hili tulilolifanya limeakisi ongezeko la ufanisi wa mahakama. Kama mnavyojua, huduma za utoaji haki zinaweza kupimwa kwa vigezo vya namna nyingi, ila mojawapo ya kigezo cha upimaji ni wastani wa muda shauri linavyokamilika mahakamani na ongezeko la imani kwa wananchi kuhusu utendaji wa mahakama. Takwimu zinaonesha kuwa mwaka 2021 wastani wa muda wa shauri moja mahakamani ilikuwa ni siku mia moja na kumi na tisa, ila mpaka mwaka jana 2024 wastani umepungua mpaka siku sabini na nane tu. Kwa hiyo ni hatua kubwa, hongereni majaji na mahakimu. Haya ni maboresho makubwa sana.